Mimi kwa upande wangu naongeza na sapoti CDF sana, kwa sababu CDF imetutoa kwenye matope. Ulikuwa mtoto wako wanashindwa, ukishindwa uki, na school fees, ukijaza form unapata basari, watoto wanasoma maskulu. Pia zilikuwa mbali, CDF imeleta skulu ziko hapa karibu. Haiendelee tena sana, kwa sababu isipoendelea sisi kama wazazi wasiojiweza watoto wetu watapotea, kwa sababu mtoto atakosa school fees, watoto watakosa vile, hata college hawataenda. Sisi tunasema NG-CDF ikiachiwa serikali kuu mwananchi bado ataumia vile vile, kwa sababu kinachopatikana kwa serikali kuu hatukioni. Kwa mfano serikali kuu inatoa scholarship, wakazi wa Jomvu hatujaona scholarship ya serikali kuu, lakini angalau pesa za mbunge za NG-CDF tunaziona leo. Nataka kuzungumza hapa kuwa pesa hizi, naunga mkono ziwekwe sheria, ili jambo likiwekwa sheria, maana yake ni kumaanisha kuwa hili jambo si la mtu fulani, kama alivyosema mnenaji mmoja pale ndani, hii pesa ni ya wananchi, ni ya serikali. Sasa ikiwekwa kwenye sheria wedha, kiongozi yoyote atakayekuja pale, sheria ndio ambayo itakiwa itamgaidi na pesa wananchi watakuwa wakipata kulingana na sheria.